Utawala wa Rais wa Marekani, Donald John Trump, unazingatia ombi la Saudi Arabia kununua ndege za kivita aina ya F-35 zipatazo 48, katika mkataba wenye thamani ya mabilioni ya dola. Kulingana na vyanzo viwili vya habari vilivyo karibu na mazungumzo hayo, hatua hiyo imepiga hatua muhimu katika Wizara ya Ulinzi ya Marekani kabla ya ziara ya Mwana Mfalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman ikiidhinishwa mauzo hayo yatakuwa mabadiliko makubwa ya sera za Marekani yanaweza kubadili mizani ya kijeshi mashariki ya kati na kuibua mjadala kuhusu tafsiri ya Washington ya kuhakikisha ubora wa kijeshi wa Israel katika eneo hilo Saudi Arabia ilitoa ombi rasmi mapema mwaka huu kwa Trump ikiwa na hamu ya muda mrefu ya kununua ndege za kivita za F-35. Afisa mmoja wa Marekani na mtu mwingine aliye karibu na mazungumzo hayo walisema kuwa Pentagon inapima uwezekano wa kuuza ndege 48, ingawa hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa. Mkataba huo bado unahitaji hatua kadhaa za idhini, zikiwemo baraza la mawaziri, Rais Trump mwenyewe na baadaye taarifa rasmi katika bunge la Marekani. Taarifa zinasema kuwa idara ya sera ya Pentagon imekuwa ikishughulikia mpango huo kwa miezi kadhaa, na kwa sasa kesi hiyo imewasilishwa katika ngazi ya waziri ndani ya wizara ya ulinzi. Maafisa wa Pentagon, ikulu ya White House na wizara ya mambo ya nje hawakujibu mara moja maombi ya maoni. Msemaji wa Lockheed Martin alisema mauzo ya kijeshi ni mikataba kati ya serikali na serikali, hivyo suala hilo linafaa kushughulikiwa na Washington. Marekani huchunguza kwa umakini mauzo ya silaha kwa mataifa ya mashariki ya kati ili kuhakikisha kuwa Israel inaendelea kuwa na ubora wa kijeshi wa kiufundi ikilinganishwa na majirani zake wa Kiarabu. Ndege za kivita F-35 inayotumia teknolojia stealth inaiwezesha kuepuka kugunduliwa na dui inachukuliwa kuwa ndege ya kivita ya hali ya juu zaidi duniani. Israel imekuwa ikiendesha ndege hizo kwa takriban mwongo mmoja sasa na ndiyo nchi pekee yenye mfumo huo wa kivita. Saudi Arabia, ambayo ndiyo mnunuzi mkubwa zaidi wa silaha za Marekani, imekuwa ikitaka kununua F-35 kwa miaka mingi ili kuboresha jeshi lake la anga na kuimarisha uwezo wake wa kujilinda dhidi ya vitisho kutoka Irani. Nchi hiyo kwa sasa inamiliki mchanganyiko wa ndege za kivita zikiwemo Boeing F-35, Tornado na Typhoon kutoka Ulaya. Swala, so, la F-35 pia limekuwa likihusishwa na juhudi za kidiplomasia za muda mrefu. Utawala wa Rais Joe Biden waliwahi kuchunguza uwezekano wa kutoa ndege hizo kwa Saudi Arabia kama sehemu ya makubaliano mapana ambayo yangejumuisha Riadhi kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel, ingawa juhudi hizo ziligonga mwamba. Rais Trump tangu kurejea madarakani ameweka kipaumbele katika kuuza silaha kwa Saudi Arabia. Na mwezi Mei, Marekani ilikubali kuuza kifurushi cha silaha chenye thamani ya takribani dola bilioni 42 kwa Saudi Arabia, ambacho ikulu ya White House ilikitaja kuwa makubaliano makubwa zaidi ya ushirikiano wa ulinzi katika historia ya Washington na hata hivyo upinzani kutoka bunge la Marekani unaweza kuathiri mchakato wa mauzo hayo. Wabunge kadhaa wamekuwa wakikosoa wa mikataba ya kijeshi na Riadhi tangu mauaji ya mwandishi wa habari wa Kisaudi Jamal Khashoggi mwaka 2018 na baadhi yao bado wana wasiwasi kuhusu kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na utawala wa kifalme wa Saudi Arabia. Mpango huu wa mauzo unakuja wakati ambapo Saudi Arabia inaendeleza mageuzi yake ya kiuchumi na kijeshi chini ya mpango wa Vision ya mwaka 2030 unaongozwa na mwana mfalme Mohammed bin Salman. Kupitia mpango huo, ufalme huo unalenga kupanua vyanzo vyake vya kiuchumi na kuimarisha uwezo wake wa kujitegemea katika ulinzi, huku ukiendelea kudumisha ushirikiano wa muda mrefu wa kiusalama na Marekani.